Sisi wananchi hatuna imani na ofisi ya kijiji, hatuna imani na ofisi ya kata. Kwa hiyo hatuna muhtasari wowote tunaoandika tunaomba kwanzia ofisi ya kijiji, hatuna imani naye wala ofisi ya kata. Asanteni. Sisi kama wanakijiji wa kijiji cha Engutukoit tuko mahala hapa, tukiyapeleka maombi yetu kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tukianzia ngazi ya mkoa kwa sababu Kuanzia huku chini halmashauri, tunaona hii hali imeshawafikia, lakini kuanzia mkoani mpaka juu kule Dodoma kwa rais, naona kama swala hili bado hawajalipata. Sisi wanakijiji wa Engutukoit tumekuwa tukinyanyaswa na tajiri mmoja aliyejitokeza na kujimilikisha ardhi yetu. Sasa sisi kama wanakijiji wa kijiji hichi cha Engutukoit tumesimama mahali hapa tukikanusha kwamba hatumtambui Matilda. Hatuna shamba la mtu yoyote katika ardhi hii, tangu enzi za mababu yetu, hatuna shamba la mtu yoyote hapa. Sisi tumekuwa tukiishi hapa na hatukuwa na mmiliki yoyote mwingine ila sisi tuliokuwa tumezaliwa hapa. Sasa sisi tunakuomba, rais mkuu wa mkoa wa Arusha, tunakuomba Ujumbe huu kufikie. Kwanza, sisi kama wananchi wa kijiji hichi tumekuwa tukiyapitia mateso mengi sana usiku mchana, hatulali kila mwaka kila siku kwa ajili ya mnyanyasaji huyu Matilda. Sasa sisi tumeamua kuyafikisha maombi yetu kwako kama mama yetu, kama rais, kama serikali kuu ya Tanzania inayoshikilia kila dola iliyopo hapa Tanzania, kuanzia maaskari ambao wanatumiwa kuja kututisha kwa ajili ya ardhi yetu. Sisi tunakuomba mheshimiwa rais wetu Daktar Samia Suluhu Hassan, ujumbe huu ukufikie. Anajongigwana nitakachomwambia mimi, kikao au mkutano huu mkuu, mmeshaona wenyewe kwa macho yenu na mmesikia kwa masikio yenu ya kwamba serikali yetu wameenda kuungana na mtendaji ambayo mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne aliandika mkutasari fojari, akaenda kusaini majina ya watu akapeleka kwa Dokta Matilda ambaye ni mkuu sasa hivi wa tanga wa mkoa wa Tanga. Baada ya kupeleka kule, ikaenda kurudishwa hiyo mkutasari kwamba tumekubali kwamba Engutukoit tu wamekubali kwamba wanalo eneo la mama Matilda mama, kitendo ambacho sio kweli. Baada ya hapo, mkuu wa wilaya alifika hapo ofisini, akaja kuhakiki, akawalazimisha aka, aka serikali ya kijiji wa kai akaja akakutana nao, wakaandika majina yao. Baada ya kuandika majina yao walifananisha na majina yaliyoandikwa na masaini, wakasema kweli muhtasari huu ni fojari. Sasa aliposema ni fojari, akamwambia mkuu wa eh, kitengo cha TAKUKURU kwamba shughulikia huyu mtendaji. Lakini leo hii simeona kwamba mtendaji ameletwa hapa. Baada ya kuletwa mtendaji hapa hajapelekwa mahali yoyote, ina maana wanajuana, wanataka tu kufanikisha lengo. Sasa sisi kama wana wa Engutukoit tunatangaza katika mkutano huu mkuu wa kijiji kwamba kuanzia kwa sasa tunapasua chungu, kwa sababu serikali yetu ambayo anaongozwa na Samia, Dokta Samia na chama chetu cha mapinduzi mpaka sasa hivi hawajachukua hatua yeyote huyo mtendaji, wala kuangalia kwa jicho lingine huyu mama ambayo anakuja kutunyang'anya ardhi. Basi na sisi tunamkimbilia Mungu kumwita Mungu na kupasua chungu ya siku saba kwa yule atakayoshiriki ndani ya kijiji na nje ya kijiji. Kwa kweli hiyo chungu itamkuta na itamaliza yeye na watoto wake. Nikimalizia hapo nasema kila baba, kila mama aongee na vijana wake aongee na mke wake, aongee na ba, na bwana yake, kama amehusika katika matendo hayo, kitendo cha kuusa ardhi ya Engutukoit, mara moja aje kutuambia ili tumuondoe katika laana hiyo na listi hiyo ya wale watakaopasuliwa chungu. Asante sana. So, kwa jina naitwa Loserian pangu pa, ni mwenyekiti wa kijiji cha Engutukoit. Kikao hiki ilifanyika leo alikuwa anakuja na, na mkuu wa wilaya leo lakini, mkuu wa wilaya leo hajahudhuria, ametuma wakilishi wake. Maamuzi wa kikao ya kijiji cha Engutukoit waliamua wali, wali hakuna eneo la badilda bruani ambayo iko ndani ya kijiji cha Engutukoit. Wasee wa samani walisimama, kwa maana shamba anadaiwa ni hamsini na, hamsini na, hamsini na, hamsini na tatu ambao si hata hata mimi mwenye ya Engutukoit hakuna mtu ambaye amesaliwa wakati wa kabla Tanzania hajapata uhuru. Sasa basi, maamusi wa kijiji cha Engutukoit waliamua walia, wakasema sisi hatuelewi, tulielekezwa na mkuu wa wilaya kwamba tuandike muktasari wa kuomba ile eneo ifutiwe hati. Lakini sisi wana Engutukoit wananchi wakasema hatuwezi kuandika kwa maana hatuna kitu ambacho tunaomba. Kwa maana eneo letu tumesaliwa hapa, hatujawahi kuona mtu ambao tunapakana naye ndani ya hii kijiji cha Engutukoit. Kwa hiyo, maamuzi wa kijiji cha Engutukoit na wana Engutukoit wote waliamua kwamba hatuna kitu ambacho tunaomba kwa maana yule ambaye anaitwa Badilda, sisi hatuifahamu. Na sasa hivi hata kama ukienda kwenye shamba ambapo anasemakana Hakuna mtu ambaye ataweza kitu ambacho ataonesha kwamba hapa ni kwangu, hapa ni kwangu, kwa maana mahali ambao mtu umeishi nayo lazima umejenga nyumba au umejenga sila mifugo au au umelima, lakini hakuna kitu ambacho inaonekana. Kwa hiyo sisi tunasema, nafikiri ni utaratibu tu ambao amefanya namna, akaona kwamba wananchi sio wasomi, akaamua kutafuta namna ya kumega harisi yao. Kwa hiyo naomba rais wetu wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluh Hassan au angalie kwa jicho kijiji chetu ambao anataka kunyang'anywa ardhi yao, ambao wanatumia kwa ambao amba anafugia mifugo yao. Najua sisi kama kijiji cha Engutukoit sisi sio wakulima, sisi ni wafugaji. Eneo ndogo ambao tupo tunategemea kuwa ndio ndio mahali ambao mifugo yetu inatumia. Kwa hiyo naomba serikali yetu kuanzia mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa wetu ambao tunajua wanasimamia haki ya wananchi kuanzia mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba wasaidie wananchi wake ili wasiteseke, kwa maana ni wana wa Tanzania ambao ndio amepewa samana yao. Kwa hiyo mimi nashukuru.